Nilimuona mke mkubwa ameshika kisu kilichokuwa kinachuruzika damu huku mke mdogo amelala chini. Huo ni ushahidi uliotolewa na binti mdogo Novemba 19, 2025 ambaye ni shahidi wa mwisho katika kesi inayomkabili Khadija Shabani Ali ambaye ameshtakiwa kukosa la kutaka kujaribu kumuua mke mwenzie Maimuna Saidi. Shahidi huyo jina lake linahifadhiwa kwa kuwa ni mdogo, na ndiye shahidi wa mwisho kwa upande wa mashtaka aliyewasilisha ushahidi huo mbele ya mahakama kuu ya Tunguu na kusikilizwa na Jaji Aziza Idi Swedi, wakili wa serikali ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Saidi Ali Saidi na wakili wa kujitegemea Rajabu Abdullah. Amesema aliwaona wakiwenza hao wanagombana na ndipo aliingia ndani kuwaita dada zake, na alipotoka nje ndipo akakuta Khadija ameshika kisu kikichuruzika damu huku Maimuna amelala chini akiwa na majeraha kwa mara ya pili akarudi tena ndani kuwaita dada zake na ndipo walipotoka nje na kushuhudia ugomvi huo. Baada ya kusikilizwa kwa ushahidi huo, Jaji Aziza Idi Swedi anayesimamia kesi hiyo amempa nafasi mshtakiwa wa Khadija Shabani Ali kuleta mashahidi wake waanze kusikilizwa kesi hiyo. Imeahirishwa hadi Disemba 3 na 5 mwaka huu. Ikumbukwe kuwa Khadija Shabani Ali alimchoma kisu maeneo mbalimbali ya mwili mke mwenzie Maimuna Saidi Februari 9 mwaka huu na kumsababishia majeraha na kushtakiwa kwa kosa la kutaka kujaribu kuua.